Yaani, kuna nguvu ambayo tunaipokea endapo tu ukivitambua na kuvishukuru. Inawezekana ile nguvu ambayo ilikuwa unaipokea ikawa mara mbili yake, au ikawa mara tatu yake. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe imetambua kwamba unavitambua. Tulia sasa, pumzika roho Mambo ni mengi kwa mm. Kweli mambo ni mengi. Kuna haja ya kujifahamu, mtazamaji ambaye umepata nafasi ya kufuatilia uh, kipindi hiki cha maarifa ya kiroho, haja ipo, ipo, amini usiamini. Sasa uh, pamoja na maelezo mengi ambayo tumepata hapa, elimu nzuri kabisa ambayo ina manufaa kwa kila mmoja, pengine ushauri wako ni upi sasa kwa wadau ambao tupo nao hapa kwenye chaneli yetu pe kabla ya ushauri kwa nini tunashukuru nguvu za universo? Kwa nini tunashukuru nguvu za ulimwengu? Nilikwambia mara ya kwanza inatuunganisha sisi na asili ya na maisha yetu katika ulimwengu, lakini pia lazima tujue, tunaposhukuru nguvu za universo, nguvu za ulimwengu zinatujaza hekima na unyenyekevu. Hekima na unyenyekevu. Kwa nini nimesema hivyo? zinatujaza hekima na unyenyekevu, kama vile ambavyo vinavyotusaidia sisi, na sisi pia tunatakiwa tutambue kwamba vyenyewe vinafanya kazi kwa kutusaidia sisi, hatuna budi kuvi vishukuru, unyenyekevu, hekima, lakini pia vile vile vinatujaza nguvu, yaani kuna nguvu ambayo tunaipokea endapo tu ukivitambua na kuvishukuru. Inawezekana ile nguvu ambayo ilikuwa unaipokea ikawa mara mbili yake au ikawa mara tatu yake. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe imetambua kwamba unavitambua. Si tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo unapata nguvu, nishati ya kweli, katika uhalisia wa kweli. Kwa nini? kuna baadhi ya muda ama wakati ukiwa unaendelea na hii tabia ya kushukuru, kuna vitu vitaanza kufunguka vyenyewe automatiki kwenye maisha yako. Mwili wako mwenyewe utaanza kugundua ukweli, yani vyenyewe vitaanza kukufahamisha ukweli, yani bila hata wewe mwenyewe tu, bila hata mtu kukufundisha, yani vyenyewe vitaanza kukuambia ukweli, vitaanza kukuambia ukweli kwa kukupa maana yani kuna wakati umekaa tu hivi. Ushawahi kuona mtu anakaa tu hapa anaangalia maji anagundua kitu fulani, au anaangalia kitu fulani ana, yani ghafla tu kuna kitu fulani anakigundua katika hapo. Sasa ni moja kati ya dalili ya kukufahamisha kwamba ulimwengu umeanza kukutambua, yani, kukufundisha wenyewe. Na kuna wale ambao unakuta labda ameshukuru labda amefanya kitu fulani hivi na hivi, usiku analetewa njozi au ndoto kwamba kuna kitu fulani kinakuja tititi, anaelewa yani yani, yani darasa linaanza, kwa sababu wewe umefanyaje? Umevishukuru yani, unajua vina eh, yani vinakuwa vyepesi, yani ule ugumu unaisha, unaanza kuwa mwepesi. Kwa sababu gani? Kwa sababu vyenyewe vimetambua hiyo shukurani, yani hata mwili wako na nafsi yako na na, na na maisha yako yataanza kubadilika na kuna vitu utaanza kuonyeshwa ukweli na uhalisia, na ndio pale ambapo utaanza kutambua hata hivi vitu ambavyo tulionayo, magari, majumba na nini na starehe zote ambazo unaziona, utaanza kuviona si vya muhimu, yaani utaanza kuona havina maana katika maisha yako. Hapo ndio tunarudi sasa kwenye unyenyekevu Si nimeelewa? Yaani ulimwengu unaanza kukufundisha wenyewe, hata kama umekaa tu, kwa sababu nini? Mdomo wako umeanza na hisia zako zimeanza kutambua kwamba wewe, we are connected huko pamoja navyo. Sio, mnaelewa? Huko pamoja navyo, wewe si kitu na si chochote bila vyenyewe. Kwa hiyo nilipenda kuliweka hilo na kulisawazisha hivyo kwamba wajue kwa nini tunashukuru vile vitu kwa sababu kuna watu eh, katika umri mdogo au umri wa kati au umri mkubwa, hii hali inaweza ikakutokea. Kwa hiyo ikikutokea, usiogope usiwe, usijenge hofu. Na wengine wanajenga hofu, wanahisi uchawi, wanaishi kama kuna nini na nini, wengine wanataka kwenda kuombewa, kuna yani kila mtu anaparaganyika. Mtafute mwalimu mzuri, mwalimu wa kiroho mwalimu mwenye hekima ya kujua misingi na kanuni za ulimwengu zinavyoweza kumfundisha mtu kwa hekima, aweze kukusaidia msumeri, aweze kukusaidia usiparaganyike akili. Sasa mimi niwashukuru, niwashukuru sana kwa kuendelea kuwepo katika hichi kipindi. Ni muhimu sana hii vitu vinaishi. Leo hii tunaweza tukazungumza hapa, kesho mimi bahati mbaya sipo katika ulimwengu huo, lakini kupitia hii maarifa haya kupitia hii elimu ambayo tunaitoa hapa, ikawasaidia kizazi na kizazi na kizazi kitakachokuja. Kuna mababu zetu na mabibi zetu na wazee wetu ambao waliondoka na hawapo katika ulimwengu huu, lakini maarifa yao na hekima zao mpaka leo zinatusaidia. Kitu muhimu ambacho walikifanya hao wazee, kitu muhimu ambacho walikifanya hawa wanavioni katika kutusaidia sisi ni kuweka kumbukumbu za hisia zao na tafsiri zao katika maandishi, msimenielewa yaani maarifa yao waliyaweka katika maandishi ili yaendelee kuishi. Kwa hiyo uhai wao wenyewe tunautambua kwenye maandishi, sisi tunakuja kuupa uhai wow, au nguvu. Ndio maana tunasoma hivyo vitabu vya Biblia, tunasoma Qur'an. Zile Qur'ani ziliandikwa na watu Viliandikwa kwao, sisi tunakuja kuvipa uhai uzima. Sisi tumeelewana vizuri. Ipo siku tutakuja kuzungumzia sauti na maandishi, sauti na maandishi. Kwa nini sauti? Kwa nini maandishi? hii vitu katika tafsiri ya kuleta uhai vikoje? Tutakuja kuzungumzia hiyo. Mimi niwashukuru sana kwa kutusikiliza, na Mungu atubariki na tuendelee kushukuru nguvu za universal, nguvu za ulimwengu. Tusiwasahau mababu zetu, mabibi zetu ambao wametufanya sisi tuendelee kuwepo, mashangazi, kaka, dada, wataje kwa wiki mara moja kwa wiki, eh, kwa mwezi mara moja mara mbili inatosha. Kuna vitu fulani utavipata vitakusaidia kwenye maisha yako. Wengi kutoka miaka ishirini na tano mpaka thelathini hapa wengi wao wanajisahau, vinaanza kuwatokea vitu fulani baada ya miaka 30 vinaanza kuwa changamoto. Yani huku mnyuma vinaweza visione shida na nini, lakini baada ya miaka thelathini hapa purukushani ni nyingi. Yani kuna vitu vita, vi, vi, vitaanza kukutokea kwenye maisha, utahisi umerogwa kwa sababu ulimwengu unahitaji kujiapply kwa mara nyingine tena. Sasa hapo ndo utaanza kuona unahangaika na nini na nini. Tutakuja kuizungumzia issue ya umri na, na, na, na, na ya, ya, mimi niwashukuru sana. Naitwa Mr. Kam, asante sana, nikutakia wakati mwema, msikilizaji. Maoni yako ni ya muhimu sana kwenye comment section hapo chini, lakini pia usiache kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Kam TV Tanzania. Ulikuwa nami witness lala pamoja na mwalimu wetu kwa siku ya leo, Mr. Comeback tunakupenda. Asante sana. Hewa ya dunia